Usiku ule haukuwa wa kawaida katika kijiji cha Mpunguti. Giza lilikuwa nene, kana kwamba mbingu zimeamua kufumba macho zisione ukatili uliokuwa ukiendelea duniani. Mvua iliyokuwa ikinyesha haikuwa ya baraka, la hasha, ilikuwa ni mvua ya huzuni, matone mazito yakigonga bati la nyumba ya mzee Kidevu kama mawe ya hukumu yakidondoka juu ya jeneza. Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu wa kibatari kinachopepea kwa hofu ya upepo, alikaa binti mmoja, Zuwena. Jina lake lilimaanisha mzuri, lakini usiku huu uzuri wake ulikuwa umefichwa nyuma ya vazi jeupe, vazi ambalo kwa macho ya kawaida lilistahili kuitwa gauni la harusi, lakini kwa Zuwena lile halikuwa gauni la harusi. Alipojitazama kwenye kioo kile cha zamani kilichopasuka upande wa kushoto, hakujiona kama bibi harusi anayesubiriwa kwa hamu. Aliona maiti inayotembea. Kile kitambaa cheupe kilichoshomwa kwa hariri ghali kutoka Uarabuni, mwilini mwake kilihisi kizito, baridi na kigumu kama sanda. Ndiyo, sanda ya harusi. Kwa sauti iliyojaa maumivu, Zuwena alinong'ona peke yake, akimuuliza mama yake aliyetangulia mbele ya haki: mama kwa nini umeniacha? Kwa nini umekubali niuzwe kama mbuzi wa sadaka? Hii sio ndoa mama, hili ni kaburi langu. Machozi ya Zuwena yaliangukia kwenye mapaja yake. Hakuwa analia kwa sababu ya kuacha ubinti, analia kwa sababu ya yule anayeenda kuwa mumewe, tajiri Makoroko, jina ambalo ukilitaja kijijini hapo hata watoto huacha kulia, mtu ambaye hakuna aliyewahi kuona akicheka Wanasema wake zake watatu wa awali hakuna hata mmoja aliyewahi kuonekana tena baada ya harusi. Wakati Zuwena akiwa katika lindi la mawazo hayo, mlango wa chumba chake uligongwa kwa kishindo. Mzee Kidevu, baba yake mzazi, aliingia ndani kwa hasira. Harufu ya tumbaku na tamaa ya pesa ilimpata pua zake kabla hata ya maneno yake. Mzee yule hakumwonea huruma binti yake anayeteseka. Machoni pake aliona ng'ombe dume mia moja. Aliona mashamba ya mikorosho, aliona heshima ya kuitwa babe mkwe wa tajiri. Kwa sauti ya kufoka, alimwagiza binti yake aache kulia, akimkumbusha kuwa hataki kuleta mkosi mbele ya matajiri. Shangazi yake Bi Mkubwa naye aliingia akijaribu kuipamba sura ya Zuwena kwa poda nyingi, ili kuficha huzuni, akisema kuwa machozi ya bibi harusi ni baraka. Lakini Zuena alijaribu kuwasihi. Alimwangukia baba yake miguuni, akimwomba amhurumie, akimwambia yuko tayari kulima shamba la mpunga peke yake mwaka mzima, lakini asimpeleke kwa makoroko. Mzee Kidevu alicheka kicheko cha dharau, akimwambia binti yake kuwa hakumzaa ili aolewe na kapuku kama Juma, bali amemlea ili ametee utajiri. Alimwamuru avae viatu haraka, kwani gari la bwana harusi lilikuwa njiani. Kauli ile ilimkata maini Zuena aligundua kuwa baba yake hakuwa anamtazama kama damu yake, bali kama bidhaa sokoni. Ghafla radi ilipiga kwa kishindo kiasi kwamba nyumba ilitikisika na kibatari kikazimika, giza totoro likatawala. Hii ilikuwa ishara. Zuwena alijua huu ndio wakati pekee wa kujiokoa. Kwa wepesi wa paa aliyejeruhiwa, alinyata gizani, akasukuma dirisha lenye komeo mbovu na kuruka nje kwenye mvua. Alikimbia. Alikimbia bila kuangalia nyuma. Gauni lake jeupe lilichafuka kwa tope jeusi la kijijini, likionekana kama sanda iliyofukuliwa kaburini. Kila hatua aliyopiga, alihisi kama ardhi inamzuia, kama mizimu ya mababu haitaki aondoke. Alielekea bondeni, kwenye mti mkubwa wa mbuyu ambapo aliahidi kukutana na mpenzi wake wa kweli, Juma. Chini ya mbuyu ule, kwenye giza nene, kivuli cha Juma kilitokea, kijana maskini lakini mwenye moyo wa dhahabu. Walikumbatiana kwa hofu, mili yao ikitetemeka kwa baridi na uoga. Juma alimwambia wasipoteze muda, wakimbilie kwenye mtumbwi, mto Rufiji, ili wavuke ng'ambo kabla ya asubuhi. Zuwena alimwambia Juma kuwa yuko tayari kuliwa na mamba mtoni kuliko kuingia kwenye nyumba ya Makoroko, kwani alisikia uvumi kuwa usiku darini mwa nyumba ile husikika sauti za watoto wakilia. Walishikana mikono wakianza kuteremka bondeni kuelekea mtoni, lakini hawakujua kitu kimoja: tajiri Makoroko hakuwa tajiri kwa sababu ya biashara tu. Alikuwa na macho na masikio yasiyoonekana. Ghafla mbele yao, katikati ya njia nyembamba ya porini, taa kali za gari ziliwaka na kuwapata usoni. Gari jeusi aina ya Land Rover lilikuwa limewazuia. Hawakutoka askari polisi, walitoka wanaume wanne, warefu, wamevalia kanzu nyeusi tupu. Nyuso zao zilikuwa hazina hisia kama vinyago. Juma alijaribu kupambana kiume, akimwambia Zuwena akimbie. Lakini nguvu za Juma hazikufua dafu mbele ya walinzi wa Makoroko. Mmoja wao alimpiga Juma kofi moja tu zito, lililomsukumia mbali kwenye tope, akapoteza fahamu papo hapo. Zuwena alipiga yowe la uchungu, akijaribu kumkimbilia mpenzi wake, lakini mikono yenye nguvu kama chuma ilimnyanyua juu na kumtupa ndani ya gari lile jeusi. Ndani ya gari, harufu haikuwa ya manukato, ilikuwa harufu ya uvumba na kitu kilichooza kidogo. Gari liliondoka kwa kasi, likimwacha Juma akiwa mahututi kwenye tope na mvua. Safari haikuwa ndefu, lakini kwa Zuwena ilihisi kama karne nzima. Walipofika kwenye lango kuu la jumba la tajiri Makoroko, moyo wake ulisimama. Jumba lile lilijengwa kwa mtindo wa kizamani, kuta zake zikiwa ndefu na zenye giza. Hakukuwa na nderemo za harusi, hakukuwa na vigelegele, kulikuwa na ukimya wa makaburi. Mzee Kidevo na bi mkubwa walikuwa wameshafika wakisubiri kwa hofu, lakini walipoona Zuwena amechafuka tope, waliogopa. Lakini mlango mkubwa wa nyumba ulifunguka na akatokea tajiri Makoroko mwenyewe, mrefu mwembamba, amevaa kanzu nyeupe pe isiyo na doa. Kwa sauti ya besi nzito na ya taratibu, Makoroko aliwazuia walinzi wasimsafishe Zuwena. Alitamka maneno yaliyomsimamisha Zuwena nywele za kisogoni. Alisema msimsafishe, ninampenda akiwa hivyo hivyo. Uchafu wa dunia unaongeza ladha ya usafi wa roho nitakayoichukua. Zuwena alisukumwa ndani, mlango mzito wa chuma ulifungwa na komeo kupigwa kwa kishindo. Ndani ya nyumba hakukuwa na umeme, bali mishumaa mikubwa miekundu kila kona. Kuta zilikuwa zimepambwa kwa picha za wazee wa zamani ambao macho yao yalionekana kumfuata Zuwena kokote alikogeuka. Makoroko alimwongoza Zuwena kupanda ngazi hadi gorofani na kumwingiza kwenye chumba kikubwa kilichoitwa chumba cha asali. Makoroko alimfungia ndani na kumwambia avae gauni safi aliloliandaa kitandani. Zuwena alibaki peke yake. Alisogea kitandani, lakini umakini wake ulihamia kwenye kona ya chumba. Kulikuwa na kabati la kioo. Ndani ya kabati hilo kulikuwa na sanamu tatu za kuvaa nguo zikiwa zimevalishwa magauni ya harusi yaliyochakaa. Alisogea karibu kwa ubadifu uliompata ghafla, katikati ya hofu. Alipochungulia vizuri nyuso za zile sanamu, aligundua kitu cha kutisha kilichomfanya miguu yake kuishiwa nguvu. Hazikuwa sanamu za plastiki. Zile nyuso zilikuwa na ngozi halisi ya binadamu na la kutisha zaidi, sanamu ya katikati ilikuwa na macho ambayo bado yalikuwa na unyevu. Na mkononi mwa ile sanamu kulikuwa na pete. Pete ile Zuwena aliifahamu vema, ilikuwa ni pete ya marehemu mama yake. Kwa hofu kuu, Zuwena alipiga kelele ghafla. Taa zote za mishumaa zilizimka, giza likatawala. Kicheko cha makoroko kilisikika kikija kwa mbali, na kitasa cha mlango Kikaanza kufunguka taratibu. Je, Zuwena ameingia kwenye nyumba ya ndoa au ameingia kwenye jumba la makumbusho ya wafu? Usikose mwendelezo wa sehemu ya pili katika simulizi hii ya Sanda ya Harusi.